Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imeendesha shughuli ya utoaji elimu kwa wakazi wa kata ya Mtowisa na Muze mkoani Rukwa, ambapo lengo la elimu hii ikiwa ni kuwajengea uelewa kuhusu usimamizi wa huduma za nishati na maji ili kuboresha matumizi na kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora. Na lengo kubwa la mafunzo haya au semina hii ilikuwa ni kuwawezesha walengo ambao ni wadau ambao sasa wanatoa biashara hiyo au wanafanya biashara hiyo katika utaratibu ambao sio rasmi waweze kuachana na utaratibu huu na kuweza kwenda kwenye utaratibu rasmi wa kutoa huduma hizo. Ieleweke kwamba kwa, kwa sheria ya mafuta ya mwaka 2015 kifungu kidogo cha 131 39 na pia kifungu kidogo cha 179 inakataza mtu yoyote kuuza mafuta kwenye eneo ambalo halijatambuliwa rasmi, eneo ambalo halina leseni na eneo ambalo halina miundombinu. Makosa hayo yote yanatambulika kisheria na taratibu zake za kimakosa ambayo anaweza kuchukuliwa. Sasa, kwa maana hiyo, sisi tumekuja kuwafahamisha kwamba wanachokifanya sio utaratibu, na hivyo waweze kubadilika na kuweza kurasmisha kazi zao kwa kuweza kujenga uh, vituo vidogo vidogo ambavyo rasmi. Sisi kama EWURA tumeendelea kupunguza au kuboresha taratibu zetu na kanuni zetu za kuweza kuwezesha watu hao waweze kufanya utaratibu wa kuwa na vituo rasmi na ili tuweze kufikia huko mkakati wetu mkubwa ni elimu. Tunafahamu kwamba bado maeneo mengi ya maeneo ya vijijini hayana huduma rasmi ya vituo vya mafuta, hayana huduma rasmi ya vituo bora vya mafuta, na hivyo tunatoa elimu ili kuwafanya wale wadau, especially vijana wadogo, waweze kujiunga katika makundi, waweze kwa pamoja kuunganisha nguvu zao na hivyo kurasimisha vituo vyao au kurasimisha maeneo ambayo wanaweza kujenga vituo vya mafuta kwa lengo la kwamba wanapokwenda kufanya sasa biashara hiyo, basi biashara hiyo iweze kukidhi yale matakwa ya kisheria moja, lakini pia waweze kukidhi matakwa ya kiusalama. Mi ninashukuru sana leo kwa sababu EWURA amekuja kututembelea katika kata yetu kutupa elimu juu ya matumizi sahihi ya nishati na maji. Kutokana na mafunzo ni hapa leo, pata uelewa mkubwa tu sikuweza kujua kwamba kumbe kitu kama gesi, mtungi wa gesi nyumbani unapotumia kukaa nao ndani ni hatari. Na pia vilevile nipate elimu kwamba kumbe kufanya biashara kiholela ya kuuza mafuta haya ya petroli, dizeli, unavunja sheria, kitu ambacho tuliona si ni kawaida tu, tulikuwa tujui. Kupitia semina tuliopewa leo, wakazi wa Muze wameweza kuelewa jinsi ambavyo uuzaji wa ma futa kwenye makopo kuna madhara kwenye afya zao, kwenye mazingira na pia katika athari nyingine. Ninatoa wito kwamba kuna maeneo mengine mengi ambayo yapo nje ya mji ambao pia wanajishughulisha na shughuli hizi za uuzaji wa mafuta kwenye makopo, wangeweza kufikiwa pia kwa sababu shughuli hiyo imekuwa common sana hasa kwenye maeneo ambayo hayana vituo vya kuuza petroli na diesel. Hivyo wakazi wengi wanafanya shughuli hizo kwa ajili ya kujiingizia kipato. Elimu kwa kweli naweza kasema ni kwa mara ya kwanza kwanza kupata elimu. Tuwashukuru Mwenyezi Mungu kwanza ayula, kwa kuweza kufika maeneo haya, kwani elimu ndio iliyokuwa imeanza hapa, na ndio maana unakuta kwamba katika wadau waliokuwa naongea nao kwenye kikao, wengi walikuwa sema ilikuwa ni vyema zaidi walau tena wafike kuendelea kutoa elimu hivyo tunaomba ofisi ya EWURA iweke upendeleo hususani ya maeneo haya, kwani bado huduma hiyo haipo kabisa, ili kuepukana na uuzaji holela wa mafuta kwenye makopo. Nawaomba wadau wote wa Mtowisa, wafanyabiashara, wafugaji, wawekeze kwenye vituo vya ujenzi, ujenzi wa vituo vya mafuta.